Ukilifatilia <laughs> okay, okay, sana ili sakata kati ya wasanii na wananchi. Unajua, kwanza huwezi kugombana na mwenye nyumba wewe, msanii mpangaji, mwananchi ni mwenye nyumba, alafu hata sisi watu wazima tunakwambia, unaanza kulamba uzi ndio upitishe kwenye tundu, au lambi tundu ulipitishe kwenye uzi. Na kuna muda natakiwa, hata kama umesoma, natakiwa itumike busara zaidi kuliko elimu. Kwa hiyo mimi hili swala la wasanii na wananchi kila msanii anapaswa kusapoti kitu anachokitaka, lakini wananchi wanacholalamika sio hicho ambacho wasanii wanalalamika. Wananchi wanasema kwenye mambo mazito wasanii hawawabebi eh? Yani, kuna mambo mazito yanatokea, nyi wasanii mnatuma challenge zenu, huyu kakatika, iwese iwese iwese. Yani hicho ndo anacholalamika, lakini kuna masuala ya msingi, kwa mfano kusapoti chanjo. Kuna vitu vya kusapoti, nyinyi hamuonekani eh? Ndio maana unaambiwa, sasa hivi hapa sisi comedy tuko fresh, watu wanatuelewa, sisi tunawapa matirio. Sisi kutukana tumezoea, unaweza ukanitukana, si tu si mimi, tusijipa mimi, nimezolewa Magomeni, tusijipya mimi silijui na wewe ulijui. Kocha cha msingi, wasikilizeni wananchi wanasema nini, msiangalie naendesha nini, angalieni wananchi wanasema nini. <laughs> ukilifatilia okay, okay, sana ili sakata kati ya wasanii na wananchi, unajua kwanza, huwezi kugombana na mwenye nyumba. Wewe msanii mpangaji, mwananchi ni mwenye nyumba, alafu hata sisi watu wazima tunakwambia, unaanza kulamba uzi ndio upitishe kwenye tundu, au lambi tundu ulipitishe kwenye uzi. Na kuna muda natakiwa, hata kama umesoma, natakiwa itumike busara zaidi kuliko elimu. Kwa hiyo mimi hili swala la wasanii na wananchi naviona kila msanii anapaswa kusapoti kitu anachokitaka, lakini wananchi wanacholalamika sio hicho ambacho wasanii wanalalamika. Wananchi wanasema kwenye mambo mazito wasanii wa wa eh, yani hawawabebi. kuna mambo mazito yanatokea, nyi wasanii mnatuma challenge zenu, huyu kakatika. Yaani hicho ndo anacholalamika, lakini kuna maswala ya msingi, kwa mfano kusapoti chanjo. Kuna vitu vya kusapoti, nyinyi hamuonekani. Ndio maana wanaambiwa. Sasa hivi hapa, sisi comedy tuko fresh watu wanatuelewa, sisi tunawapa matirio. Alafu sisi kutukana, tumezoea, unaweza ukanitukana, si tu si mimi, tusijipe mimi nimezoea magomeni, tusijipya mimi silijui na wewe ulijui. Kwa hiyo cha msingi wasikilizeni, wananchi wanasema nini, msiangalie naendesha nini, angalieni wananchi wanasema nini.